Leo nimeona nikujuze kuhusu marais wanawake wa Afrika waliochaguliwa kwa kura za moja kwa moja, na katika historia ya bara hili wanahesabika kuwa ni watatu tu waliowahi kuongoza nchi au ambao wako madarakani kwa sasa. Marais wanawake waliochaguliwa moja kwa moja kwa kura za wananchi barani Afrika ni Ellen Johnson Sirleaf wa Liberia, aliyetawala mwaka 2006 hadi mwaka 2018, aliyekuwa rais wa kwanza mwanamke barani Afrika aliyechaguliwa kwa kura ya moja kwa moja kutoka kwa wananchi. Netumbo Nandi-Ndaitwah wa Namibia ni rais mwingine mwanamke wa Afrika aliyechaguliwa moja kwa moja kwa kura za wananchi. Aliingia madarakani mwaka 2024 baada ya uchaguzi mkuu wa nchi hiyo na kumfanya kuwa mwanamke wa kwanza Namibia kushinda kiti cha rais. Na wa mwisho kwenye listi hii ni Dkt. Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, anaingia kwenye historia ya binti wa Afrika Kuchaguliwa moja kwa moja kwa kura za wananchi na kuwa rais wa nchi. Rais Samia anafanya idadi ya wanawake marais waliochaguliwa moja kwa moja na wananchi kuwa watatu katika historia ya bara hili. Ushindi wa Rais Samia kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 unamfanya kuwa rais wa kwanza mwanamke Tanzania kuchaguliwa na wananchi na sasa kikatiba atamaliza muda wake mwaka 2030.